DW inapatikana pia kupitia YouTube. Na sasa basi ni wasaa wa kujitosa katika mjadala wetu leo ambapo tunaangazia yanayoendelea huko Zanzibar ambapo Dr. Hussein Mwinyi Ametangazwa kuwa ndiye mshindi wa kura ya urais na sasa atahudumu kwa muhula wa pili kama rais wa Zanzibar baada ya kula kiapo katika siku chache zijazo. Lakini wakati huo huo, chama cha upinzani cha ACT Wazalendo hakijayakubali matokeo ya uchaguzi huo kwa hoja ambazo chama hicho kimesema kitazitoa baadaye hii leo kuijadili hali ya kisiasa ya Zanzibar kwenye laini ya simu niko na mwandishi wetu Sudi Mnete aliye visiwani Zanzibar kwa sasa pamoja na mchambuzi wa kisiasa kutoka huko visiwani Ali Muhammed. Kama mnanisikia kwa uzuri, nianze na wewe bwana Ali Muhammed, karibu sana katika mjadala wetu, na nianze kwa kukuuliza, ni changamoto gani zinazomkabili Dokta Mwinyi sasa hivi anapotazamia kuingia katika muhula wake wa pili wa kuiongoza Zanzibar? Uh, asante sana sana. Changamoto uh, uh, kubwa inaweza ikawa ni uh, kama awamu iliyopita uh, awamu iliyopita kwa maana ya kwamba ushirikishwaji wa upande wa pili katika serikali yake. Kumbuka uh, kwamba kuna mfumo huu wa serikali ya Umoja wa Kitaifa ambao unahusisha chama ambacho Uh, kimepata asilimia inayokubalika kikatiba kwa ajili ya kuingia katika serikali ya ya ya, ya umoja wa kitaifa. Sasa, uh, mwaka elfu mbili na, na ishirini inaweza ikawa ina uhusiano na elfu mbili na ishirini na tano kwa sababu kuu moja. Sababu ni ile ile ambayo naelekea kufanana mwaka elfu mbili na ishirini. Baada ya matokeo ya uchaguzi kulikuwa na uh, hali ya tofauti kwa upande wa chama kikuu cha upinzani ACT ambacho chenyewe kilitakiwa ndio kishiriki katika uundaji wa serikali ya umoja wa kitaifa lakini kukawa na, na kusuasua kutokana na msimamo wa awali wa chama hicho ambacho ilikuwa haujaridhika na mchakato mzima wa, wa uchaguzi mpaka kutangazwa kwa matokeo ya ya urais ambayo hiyo inajirudia sasa katika mwaka elfu uh, mbili na ishirini na tano, kwa sababu hata jana wakati matokeo hayo yanatangazwa katika vyama kumi na moja ambavyo eh, vimesimamisha wagombea wa wa wai. ni vyama kumi vilivyokuwepo kwa maana sp hawakuwepo kama ambavyo hawakutokea mwaka elfu mbili na ishirini kwa hiyo ninachokiona changamoto kubwa ni, ni, ni, ni ile ile ya mwaka elfu mbili na ishirini ndio ambayo inaonekana kujirudia mwaka elfu mbili na, na ishirini na tano kwa chama ambacho eh, chenyewe anakitegemea katika uundaji wake wa serikali katika hatua hii ambayo tunazungumza, bado ni kama vile hawajakubaliana na matokeo ya jana mm. Na, na, na umefanya kama uh, kulinganisha hapo, unafikiri uh, suluhu iliyopatikana katika uh, uchaguzi uliopita vyama hivi ili vika uh, ndio linaweza kutumika katika uh, huu mkwamo uliopo katika uchaguzi huu pia sahihi. Nikirudi kirudi katika e, alichokizungumza jana mmoja kati wagombe ya wagombea ambao walipata nafasi ya, ya kuzungumza e, mheshimiwa Ahmad Rashid Mohammed alizungumzia mambo, mambo, mambo kama matatu, akasema tumemaliza katika ma, masuala haya ya kisiasa. Kulikuwa na masuala mengi ambayo amejitokeza lakini mwisho wa siku, tunahitaji tunahitaji vitu vitatu. Tunahitaji kuitanguliza nchi yetu kwanza. Tunahitaji kutanguliza utu, kuhakikisha ustawi wa, wa watu unakuwa una, una sawasawa. E, yale yote ambayo yalikuwa yakijitokeza katika kipindi cha kampeni, kama kulikuwa na maneno ambayo tulikuwa tukirushiana, basi ifike wakati kwa sasa tutangulize, eh, tutangulize kwanza eh, utaifa. Sasa ambacho nakiona na kinachoweza kina kutumika yeah. tena kwa kwa, kwa, kwa pengine inaweza ikawa ni tofauti, kwa sababu siasa za Zanzibar kwa kipindi kirefu zilikuwa zinamtegemea sana Maalim Seif Sharif Hamad, busara mm -hmm. zake hekima zake na namna ambavyo alikuwa akipokelewa na matamko yake anayoyatoa. Naweza kusema katika miaka hivi karibuni imemkosa mwanasiasa wa namna hiyo Uh, yule ambaye anaweza akajitokeza akazungumza na sauti yake ikawa na mamlaka na namna ikapokelewa katika, katika mtazamo chanya sasa. mm -hmm. Hili linaweza ikawa ni jaribio la kwanza ambalo tunakwenda tuna, tuna nalo kwa kwa, kwa, mwaka huu, kwa sababu no. tunamkosa huyo mtu ambaye wakati wote zilipokuwa zikitokea hali za namna hii basi ilikuwa inasubiriwa kauli yake, sasa hivi hatunaye mtu huyo. Eh, kwa hiyo hii inaweza ikawa ni moja kati ya changamoto ambayo kwa mwaka huu itakuwa ni tofauti ya mwaka 2020. Na mm, nije kwako Sudi, e, Sudi chama cha ACT Wazalendo kinaonekana hakiku hakijaridhishwa na jinsi uchaguzi ulivyoendeshwa na hatimaye kutangazwa kwa Dkt Mwinyi kuwa mshindi. Unafikiri msimamo huu wa ACT ni mtazamo wa Wazanzibari walio wengi au ni mkakati wa kisiasa tu huu? Hii ni hatua ya mwanzo Jacob ya, ya kiongozi wa ACT Wazalendo mwenyekiti hasa ikimzungumzia Othman Masud. Uh, Othman alikuwa mgombea huyu wa chama hicho hapa Zanzibar, lakini alfajiri ya jana uh, aliwasilisha barua rasmi kwa mwenyekiti wa wajumbe uh, wa wote wa tume ya uchaguzi wa Zanzibar kueleza kwa kina kile alichokiita uhudi mkubwa uliofanywa kwenye vituo vya wapiga kura kuhesabu kura na kufanya majumuisho na kuwaeleza kwamba suluhisho pekee ni kurudisha haki za kikatiba za Wazanzibar kupitia uchaguzi mpya, yeye akisema wanahitaji uchaguzi mpya sasa leo hii kwa namna yoyote ile, tunasubiri nini atachokisema, kwa sababu kwa muda mrefu tangu hatua hiyo itekeleza na kabla ya awali, wamekuwa wakijadili. Yeye anasema anafanya uongozi shirikishi, kwa maana ya kwamba uh, wanashauriana viongozi na watakidhi matakwa ya wale wanaowaongoza kwa maamuzi watakayowafikia. Sasa kutaka kujua ni mkakati tu wa kisiasa ama vipi eh, ama jitihada ya dhati katika kile wanachoita ukombozi, eh, wa yale wanayoyasimamia. Si hakika kutabiri kwa wakati huu, lakini muhimu tusubiri. E, pengine baadaye, Baraka. Sasa hivi bado hakujapoa poa, watu wanajadili uchaguzi, watu wanajadili yale matokeo, watu wanajadili yale yanayozungumzwa kwa wakati huu, wanajadili pia hali ya usalama mitaani. Mm. na na Sudi, na unafikiri hali ya kimahusiano sasa, kati ya serikali ya Zanzibar na ile ya bara, serikali ya Zanzibar ijayo na ile ya bara itakuwaje, ukizingatia hasa hali bado ni tete huko Tanzania bara? Mapema baada ya kuapishwa baada ya kutangazwa rasmi eh, Dk Hussein Mwinyi amesema yeye anakaribisha kila chama, maana yake kwamba uh, ku, ku, kuridhiana kujadiliana, uchaguzi umepita, waponye majeraha ya uchaguzi, maana yake kauli zile za katika kampeni na kadhalika. Kwa hiyo yeye milango yake kwa sasa anasema iko wazi na yuko tayari kushirikiana na wote kuhakikisha kwamba wanajenga Zanzibar iliyo bora kwa maslahi ya Wazanzibari wenyewe. Mm. Na na, na, na, na nije kwako bwana Ali Mohamed unafikiri chama hiki cha ACT Wazalendo sasa kikikubali tena kuunda serikali na chama cha CCM hili litachukuliwa vipi na wafuasi wa chama hicho? Linaweza lina, lina likawa na mitazamo miwili ambayo kwa mtazamo wangu najiona na, na, na pengine mtazamo huu pia kuna hisi eh, hali halisi ambayo tumeshuhudia katika uchaguzi huu. Mtazamo wa kwanza ni kwamba eh, kuna wale ambao wanaamini wana, wana katika, katika maridhiano eh, wanaamini katika umoja wa kitaifa, wanaamini katika utengemano wa kitaifa, kwa maana kwa hatua hii ambayo tumefikia Uh, njia nyingine zozote ambazo zitakuwa zikijaribu ziki, ziki labda kulazimisha iwe tofauti na matokeo ambayo ametolewa, inaweza ikawa eh, hazina afya eh, ya ya ya umoja huu wa, wa, wa kitaifa. Lakini kuna mtazamo wa pili ambao huu ndo nimesema nimeuona ni kwa baadhi ya eh, kundi la vijana ambao baadhi nimekuwa nikizungumza nao wamekuwa na, na, na, na mitazamo tofauti kidogo, ni kama vile wame, wameamua kujiweka pembeni na, na siasa hizi Zanzibar, wakisema kwamba eh, hawaoni mabadiliko yoyote kwa sababu eh, chaguzi zinafanyika na kunakuwa na malalamiko ya namna hiyo ambayo yamekuwa yakijirudia kwamba hakukuwa hakukuwa, na, eh, hakukuwa na, na, na uhuru hakukuwa na usawa katika mchakato, lakini baadaye watu wanakaa mezani na kukubali aishe na, na, na kuwa serikali ni kama vile wanaona labda wananisaidia wana kundi fulani kufikia malengo yao ya kisiasa, lakini ah, wao wakiwekwa pembeni na hili ni kundi kubwa la, la, la vijana ambao eh, wanamtazama wana huo. Kwa hiyo ambacho nakiona inaweza sasa kikaongeza eh, inaweza ikaongeza lile pengo la, la, la vijana wengi ambao wanaweza wakaamua kabisa kujiweka pembeni na kisiasa wasiamini kwamba pengine hizi zinaweza zikawa ndio e, e, siasa ambazo tumezichagua, kwa kwamba tunakwenda katika uchaguzi, baada ya uchaguzi kutakuwa na malalamiko namna hii, watu watakaa pamoja tau na serikali, tutaelekea katika mtazamo huo. Kwa hiyo kuna hayo makundi mm, mawili ambayo yanaweza yakajigawa ya katika mtazamo huo mm. Na Najat, unafuatilia huko kwenye mitandao, kuna maoni huko kuhusiana na hali hii iliyoko huko Zanzibar na masuala mazima ya siasa? Uh, nafuatilia lakini zaidi hasa watu walikuwa wanasema kwamba ni mara ya kwanza kuona jambo hili linatokea, na pia uh, lawama ni nyingi kwamba pengine ACT Wazalendo pia wangegoma kama vile Chadema walivyogoma, pengine haya yasingetokea. mm. mm. Sudi, nirudi kwako. uh, matukio haya yanamaanisha nini kuhusiana hasa na uh, swala la demokrasia ya vyama vingi Zanzibar na Tanzania kwa ujumla? Matukio yote kwa jumla wanasema maanake, kwa wakati wote tumekuwa tukijinasibu kwa upande huu Afrika wanasema demokrasia changa, hatuko kama uh, nyinyi huko Jacob Safari mnavyofanya au demokrasia inavyokwenda. Kwa hiyo mi naona ni mchakato tu kuelekea kile kinachoitwa demokrasia ya kweli kwa, kwa kulingana na mazingira ya maeneo tuliyopo Afrika, Tanzania uh, Zanzibar ikiwemo mm. na Bwana Ali Muhamed umezungumzia hapo vijana ku ni kwamba wanakuwa sasa hivi eh, wanatafakari kujitenga, ni kujitenga na siasa kwa ujumla ama kujitenga na siasa za ushabiki wa vyama kwa uh, upande kwa, kwa, kwa, kwa wa kundi hilo la, la, la vijana kwa sababu nimeona asili eh, baadhi ya vijana ambao walishiriki katika harakati za kisiasa eh, kutokea elfu mbili na, kutokea elfu mbili na tano hapa mpaka elfu mbili na ishirini kwa kiasi kikubwa ni kama vile waliamua wali, wali, wali kujiweka pembeni na harakati hizi za kisiasa. Hata ukisoma uki, uki maoni yao katika jamii ya eh, ni kama kama nilivyozungumza awali, wanakuwa wana, wana, wana ni sehemu ya watu ambao wanawatimizia watu malengo yao, lakini yale ambayo wao wanayaona katika, katika siasa hizi, basi hawayaoni hawa katika jicho hilo wa mfumo ambao wamekuwa wakiuona waki kila baada ya ya uchaguzi. Tunazungumza sasa hivi e, mchakato huu wa uchaguzi umemalizika, rais ame, ame, ametangazwa, a, pengine e, kesho anaweza akaapishwa. Kuna msimamo ambao ACT wameshautangaza wa kwamba hawakubaliani na mchakato, lakini baada ya mazungumzo nini kitafanyika? E, labda mwisho wa siku unakuja kusikia tayari wa, wa, wanaingia katika mfumo huu wa uh, serikali ya umoja wa kitaifa, hili kundi la vijana ambao wao mtazamo wao ni tofauti na huo, ndio ambalo nahisi linaendelea kupotezwa na, na kujitenga katika siasa hizi za Zanzibar mm.